Na amekumbuka kumwita Mungu na kushirikisha watu waweze kumtia nguvu katika maombi. Nipate mtu wa mwisho sasa ili tuweze kufunga kipindi hiki. Turejee mchana. Pale nyuma kuna mkono karibu. Kwa kifupi sana. Kadiri Mungu atakavyokuwezesha. Bwana ni mwema na wakati wote. Kwanza ningependa kumshukuru Mungu katika nafasi ambayo nimeipata, lakini nilikuwa na kisa kimoja kinanihusu mimi. Nitaenda kisimulia kiufupi sana. Kina kichwa kinachosema Mungu aniokoa katika kifo. Mungu aniokoa katika kifo. Nakumbuka Nilipokuwa mdogo nilipokuwa mdogo, nilikuwa napenda sana kuchunga, nilikuwa napenda sana kuchunga. Hasa kumbuka siku moja, tulitoka tulitoka nyumbani. Sasa tulikuwa tunapeleka machungo katika katika machungani. Sana kipindi tunapita kat... ilikuwa ni kipindi cha mvua, kwa ni kipindi cha mvua sasa so, tulivyokuwa tunaenda pembeni, kulikuwa kuna kama kidimbwi fulani hivi, ni kidimbwi ila sasa so, najua, akili za utotoni, katika akili za utoto ni... tulikuwa tunapenda sana kuogelea tukasema, <laughs> tukashauriana, tulikuwa kama watatu hivi, tufanye jibu, tuogelee hapa kidogo sababu <laughs> tumechoka sana sana, aki ukweli ah. Nilikuwa lakini, mi ndio sifahamu kabisa, nimeingia tu kama kufata mkumbo. Sasa nimeshangaa maji yamefika hapa, niko tu niko tunaelea hivi kichwa kina, yani maji yako ya hapa shingoni. Asa punde si punde nikashanga tu nimezama. Sasa nimezama na shangana, naelekea chini. Naelekea chini sasa, nilipokuwa na nakaribia chini kabisa kule, ah, naona hapa. Nakaribia kufika chini kabisa hivi naona kama kuna mwae mwae fulani hivi huko chini. Sa, ka, ka, kabla ya kufika huko chini na shangaa tu nikaanza kuibuka yaani, ghafla. Kaanza kuibuka. Nikafika juko Kiukweli, Mungu aliniokoa, namshukuru sana. Mpaka sasa hivi anaendelea kuwa pamoja nami hata ipumzi ambayo naipumua kwa sababu Mungu ni mwema katika maisha yangu, lakini hata katika maisha yetu pia Mungu ni mwema sana. Basi huo ndio utakuwa mwisho wa kisa changu cha leo, na Bwana awabariki sana, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunawakaribisha mchana kwa ajili ya kipindi hiki kitaendelea labda tu nimalizie kwa kisa au ushuhuda ambao ulitolewa juu ya kaka yangu. Nashukuru kanisa katika ujumla wake, wanakwaya walimuona na kumwombea, wazee walimuona na kumwombea, familia ilimuona na kumwombea, na niseme tu anaendelea vizuri sana. Sasa hivi anaweza kwenda kanisani. Uh, pamoja na kwamba shida yake ile iliyokuwa kubwa ambayo anayo kwa ajili ya afya yake bado anayo, lakini ni mzima, anapata huduma. Mungu amembariki, amemwinulia watu wanaomtunza. Na niseme tu mimi ni mdogo wake, katika kuzaliwa ni wa tisa, yeye ni wa pili katika kuzaliwa. Kwa hiyo ana miaka tisini na nne. Lakini Mungu bado anamtetea anamuimarisha. Ile hali mliyomwona nayo sio alionayo sasa, ana afya njema na anaweza kuongozwa akaenda katika ibada na maisha yanaendelea. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibuni mchana kwa ajili ya ibada ya mchana. Basi niombe, uh, Mzee Robati uje uweze kufunga kwa ombi la shuhuda hizi zilizotolewa. asante sana. Macho yako naelekeza, uso wako chini. Aleluya. Mtakatifu Baba yetu na Mungu wetu, ni jambo jema kumshukuru Bwana kila wakati, na sasa tumeleta shuhuda na shukrani zetu kwako. Watu wako wametoa shuhuda zao, nasi tumezisikia. Jina <totitikana> lako libarikiwe. Asante pia kwa shuhuda zitakazofuata <totitikana> mchana. Baba, endelea kutupa amani ya moyo tukiona utendaji wako na kazi yote iliyotendeka kwa ajili ya watu hawa na ile itakayotendeka, tunazileta mikononi mwako. Sasa endelea kutufanya kuwa wa kwako siku zote za maisha yetu, tukimbilie imani mwako, tukitarajia wokovu. Ni katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, nimeomba na kuamini, amina. Wakati huduma inapoelekea mwisho mchana huu wa leo, niombe wale mashemasi waweze kutuletea vyombo kwa ajili ya kukusanya ile sadaka, sadaka kwa ajili ya mhitaji. Naomba tafadhali kwa sababu ya muda, mashemasi waweze kufika hapa, ili sadaka hiyo tuweze kuikusanya. Masimkuu tusaidie. Lakini pia wakati huo, tunaomba utulivu kwa sababu tulisema okasi tutabaki kwenye viti, na pia wageni wetu, karibuni, tushirikiane katika hilo zoezi ambalo litakuwa mbele yetu kwa ajili ya harusi ya kijana wetu, mshiriki wetu, kijana wetu wa kanisani Eli Heri Mulinde, ambao watakuwa na huduma yao tarehe nne mahali hapa ko, tunaomba sana tubaki wote tuweze kushirikiana katika huduma hiyo. Kwa sasa naomba tujali mhitaji wa chochote kikubwa na kidogo ulicho nacho. Wakati kwaya inapokuwa inaimba, basi wewe tenda tendo la imani kwa ajili ya kugusa wahitaji tafadhali chombo hicho, naomba kila mmoja anyanyuke kwenye kiti. Kwaya tuendelee, tuendelee. Kila mmoja anyanyuke kwenye kiti kwa ajili ya kuleta sadaka hiyo.

tukiyachunguza maandiko yake, tusijepotoshwa na mwovu Shetani. Tujapopita kati ya giza nene, Bwana ni nuru na ngao, siku zote ni faraja kwetu milele. Wamtumainio Bwana hawatatikiswa milele.

shoto sasa kwa jinsia ya kiume na kike, na afadhali, msitoke, ninawatizama ninawaona na hapo mlipo. Tuombe. Baba, tunakushukuru kwa ajili ya muda huu mfupi ambao tutazungumza machache kwa ajili ya huduma za miongoni mwa washiriki wenzetu. Naomba ukaongoze viongozi na wajumbe wote waliobakia katika muda huu, kwa jina la Yesu, amina. Naomba viongozi mchukue nafasi yenu.